Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, nama wapenzi watazamaji, ndugu zangu katika imani Waislamu e, na wale wasiokuwa Waislamu, basi niseme amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Kama kawaida, ni sauti ya ndugu yako katika imani Sheibu Swaleidi e, nikiwa napatikana kwa mawasiliano ya namba za simu za 0699 e, 369357. Pigia namba hizo, basi utaweza kuwasiliana nami kwa ajili ya maswali, maoni pamoja na komenti za aina mbalimbali lakini kumbuka tu ni kwamba filamu hii au makala hii na nyingine nyingi ambazo ndugu yako katika imani Shaibu e, Swaleidi ameziweka maneno ya Kiswahili, utazipata pale mtaa wa Likoma na Agrey, na hapa ni katika kampuni bora kabisa za King Media, ni Kariakoo katika jiji la Dar es Salaam. Fika pale amiskingi ya atakupatia ya makala zote ambazo ndugu yako katika imani e, Shaibu Swaleidi ameziweka maneno ya Kiswahili lakini vilevile unaweza kumpata kwa mawasiliano ya namba za simu za 0714 189659. Sasa tunaingia katika awamu ya pili au tunaingia katika sehemu ya pili, tunatazama maajabu ya uumbaji wa Allah subhanahu wataala. Lakini kabla tujaendelea, sasa hapa tunajaribu kuweza kusamaraizi au kuchambua kwa ufupi tu jinsi ambavyo mwanadamu anavyotengenezwa katika tumbo la mama yake ndani ya miezi 9. Hapa ni katika sehemu ya mwanamke au sehemu ya ndani kabisa ya mwanamke katika kitu ambacho kinachoitwa vagina. Vagina ni kama taulo fulani ambayo iko ndani kabisa katika sehemu za uzazi za mwanamke, na mara nyingi hii huwa inasaidia sana mambo kadhaa wa kadhaa. Kwa mfano, kuweza kusaidia mbegu za kiume kuweza kusafiri kwa urahisi mno eh, kuelekea katika yai au kuelekea katika ovary. E, mayai yakiwa ni mawili au mengi basi kitaalamu huwa wanaita ovum, likiwa moja tunasema ovary. Sasa mbegu ya kiume baada ya kuwa tayari imeshatoka baada ya kuweza kufanya tendo la ndoa kati ya baba na mama, mbegu ile moja kwa moja au mbegu hizo huwa zinasafiri, maana ni mabilioni ya mbegu. Baada ya kuweza kusafiri moja kwa moja sasa E, mbegu moja ndio ambayo inahitajika kuweza kuingia katika yai. Hicho unachokiona hapo hilo ni yai la mwanamke tayari limeshapevuka. Yaani ule wakati ambao na wanaita nini ile? Nimesahau kidogo lakini nitawaeleza. Ule wakati wa upevushaji au wanasema ovulation, naam. Baada ya kuwa tayari limeshapevuka lile yai sasa hapo liko tayari kwa ajili ya kuweza kurutubishwa na mbegu ambao ni moja na mara nyingi inatakiwa ingie kwa, e, ikiingie kichwa peke yake yani mkia huwa unakatika na kubakia nje. Huwa inaingia kichwa cha mbegu pamoja na mwili wake, na hapo hutengeneza kitu kinachoitwa damu. Baada ya kuwa tayari imeshatengeneza damu, baada ya masiku arobaini hutengeneza kitu kinachoitwa pande la nyama. Baada ya kutengeneza pande la nyama, hatimaye hutengeneza mifupa au pande lile la nyama uvikwa mifupa, kama vile ambavyo Qur'ani inavyotueleza katika surati l-Mu'minun. Baada ya kuwa tayari pande la nyama limevikwa mifupa, hatimaye sasa huyu ni kiumbe yuko ndani ya kitu kinachoitwa uterus, yaani maana yake mfuko wa uzazi wa mwanamke. Kikiwa bado kiumbe hiki kinaendelea au kikiwa kinaendelea kutengenezwa kama kawaida unachokiona kama nilivyokuwa nimekueleza hapo awali, hizi ni seli ambazo zinajaribu kuweza kutengeneza ubongo wa huyu mtoto uweze kukaa sawasawa, na mara nyingi huwa inatengeneza zile aina tatu za ubongo. Ubongo wa mbele ambao mara nyingi huwa unakusanya taarifa na kupeleka katika ubongo wa kati, ubongo wa kati huwa unapeleka katika ubongo wa nyuma zile taarifa, na hatimaye medula oblongata, ambaye ni, ni, ni ubongo wa nyuma huwa unatunza kumbukumbu kumbu za matendo na mambo mbalimbali anayoyafanya mwanadamu. Kwa hiyo tayari ubongo umekwisha tengenezwa, lakini unaweza ukajiuliza swali, je, mtoto anapokuwa tumboni tunasikia ni kwamba anakula, anakula kwa kutumia kitu gani? Kitaalamu ni kwamba kuna kitu kinachoitwa placenta. Placenta ni kondo la nyuma, ni pande moja kubwa kwelikweli la nyama. Katika placenta kuna maungio ya utumbo wa mtoto pamoja na utumbo mwembamba unaotoka kwa mama. Kwa hiyo baada ya kuwa mama tayari amekwisha kula chakula eh, amekula labda wali na maharage, amekula ugali, amekula mayai, matunda, kile chakula moja kwa moja huwa kinafanyiwa digestive system kwa maana kina meng'enywa, kinameng'enywa kikisha, kikishameng'enywa kinakuwa katika hali ya majimaji kwa maana ya damu. Sasa moja kwa moja kikishakuwa katika hali ya damu utumbo mwembamba unafanya kazi ya kufyonza virutubisho hivi. Vitu unavyoviona ni seli nyekundu za damu hizi, ambazo zinatengenezwa katika mwili wa kiumbe cha hu, au katika mwili wa huyu mtoto unayemwona hapa. Sasa baada ya kuwa tayari virutubisho vimefyonzwa katika utumbo mwembamba, kwa njia ya damu moja kwa moja, vile virutubisho vinakwenda kwa mtoto kupitia katika kitu kinachoitwa placenta. Kwa hiyo katika placenta, kuna magawanyisho sasa kati ya chakula cha mama pamoja na virutubisho anavyotumia huyu mtoto, na ndio maana mara nyingi wanasema kwamba mama mjamzito anatakiwa ale vyakula vyenye virutubisho, kwa maana makundi matano ya vyakula haya. Tunaendelea nakupa dondoo ili upate kujua ni kitu gani ambacho kinachoendelea baada ya siku kadhaa. Uti wa mgongo ambao unakuwa na pingili, kwa maana vile vipande vya mifupa 32 natengenezwa na inafuata sasa ile mifupa ya miguuni kwenye magoti e, pamoja na kutengeneza ile kitu ambayo inayoitwa e, bone marrow yaani ule uroto ambao unakuwa uko kwa ndani ule ujiuji unaosaidia kwamba mfupa usije ukakauka ukapata na madhara ya aina yoyote ile. Lakini vile vile katika upande wa miguu kuna kitu kinachoitwa joints, kwa maana ya maungio kwenye magoti hapo unaoyaona ya huyo mtoto kuna mifupa mikubwa miwili. Mfupa wa kwanza unakuwa uko chini, umeungana na mifupa midogo midogo ya vidole vya miguu. Mfupa wa pili unakuwa kwenye paja katikati. Kwenye maungio huwa kuna kitu kinachoitwa red neurons material, roto nyekundu ambazo mara nyingi huwa zinasaidia hiyo mifupa isipate kusuguana wakati mwanadamu anafanya movement za kutembea kutoka sehemu moja baada ya nyingine. Sasa baada ya kuwa tayari imeshatengenezwa ubongo, pamoja na uti wa mgongo, pamoja na moyo. Eh, sasa kinachofuata ni kwamba zinatengenezwa mapafu pale, tumeaona alkadhalika, pamoja eh, na ile kitu ambayo wanaoita figo mbili, ambayo kazi ya figo ni kuweza kuchuja sumu zote zinazoingia katika mwili wa binadamu. Baada ya kuchuja hizo sumu huwa zinatolewa eh, kutokana na mirija miwili inayotoka katika figo inayoitwa ureta ndo kwa maana inaitwa kitu kinachoitwa pigment ambazo zihitajiki kwa maana inageuka kuwa ni mkojo. Ubongo bado unaendelea kutengenezwa vizuri tu, na hichi kinachoonekana kwa sasa ni mawimbi ya kiumeme ambayo yanaendelea kuimarisha ubongo, na kwa sasa mtoto yuko sawa sawa, ameanza na kufumbua macho. Hii ni ndani ya miezi mitano au sita, ndo pale mama anaanza kusikia mtoto anacheza tumboni. Tunaendelea sasa, hapa hasa ni kiumbe ambacho kimeshakamilika tayari Yaani kule katika lugha ya kitaalamu anaita embryo, ni kiumbe ambacho kiko tayari, wakati wowote kinaweza kikazaliwa. Haya ndiyo maajabu ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anayoyafanya katika tumbo la mama, kumtengeneza kiumbe. Mtoto amekusha kamilika, miezi tisa, yuko tayari kabisa kwa ajili ya kuweza kutoka. Hii kazi haiwezi binadamu, hii anayefanya ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Sasa hapa Itakapokuwa imefika miezi tisa kamili, tayari moja kwa moja zile muscles nne, mbili zinakuwa mgongoni kwa mama na mbili zinakuwa ziko mbele katika sehemu yake ya uke, zinaanza sasa kutanuka. Zinapoanza kutanuka, moja kwa moja sasa na kichwa cha mtoto kinasogea, na hapa kuna hekima kubwa sana. Kwa nini mtoto asitokee miguuni? Akitokea miguuni, mama hawezi kuzaa, anaweza kufa. Na ndio maana ikitokea hivyo anafanyiwa operation, lakini kama atatokea kichwani manake, kichwa kitasaidia kuweza kufunga au kuweza kutanua ile sehemu ya kike au sehemu ya kuzalia. Sasa mtoto tayari anatoka na moja kwa moja hapa mama anajifungua kwa maana mtoto anazaliwa. Haya, mtoto anapokuwa anatoka moja kwa moja huwa anatoka na kitu kinachoitwa lile kondo la nyuma kwa maana ya placenta, linyama hilo hapono liona, linavutwa na utumbo wa mtoto, na hapa atakapozaliwa maana yake ni kwamba itatenganishwa. Baada ya kuwa tayari imetenganishwa pamoja na utumbo wa mama, kitaanza kuota kitovu na maisha sasa yataendelea. Hivi ndivyo ambavyo mpenzi mtazamaji, ndugu yangu katika imani Muislamu, binadamu au mtoto wa Adamu anavyotengenezwa katika tumbo la mama na hatimaye mpaka anakuja anazaliwa. Sasa watu wengi wanapendaga sana kuweza mtu kujinadi mbele za watu, anamuuliza wewe, unanijua mimi ni, mimi ni nani? Wewe unanijua mimi nani? we nani? Bwana, mwambie wewe maji ya baba yako mzazi, ee, mbegu za kiume zinazotokana na protini, mfano wake karanga, almond pamoja na tende na hata vile vile asali. Kwa hiyo hivi ndivyo mwanadamu anavyotengenezwa katika tumbo la mama na hatimaye anazaliwa na kuanza maisha. Mimi niseme mpaka hapo sina la ziada e, tukutane tena katika makala nyingine ya kuangalia uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala katika swala zima la uumbaji wa vitu vyake mbalimbali, na tunafanya hivi kwa maana unapoona vitu ambavyo ameviumba Mwenyezi Mungu ndio imani inakuwa, lakini huwezi kumwona Mwenyezi Mungu mwenyewe labda utakapokuwa umeingia peponi. Kwa ukitaka kumjua Mwenyezi Mungu tazama vile alivyoviumba. Nikiseme tu ni kwamba mpaka hapo sina la ziada, tuonane katika sehemu nyingine itakayofuata. Basi niseme mpaka hapo sina la ziada, tuonane katika sehemu nyingine na nyingine na nyingine, na hapa tutafuata sehemu ambayo itamwonyesha sasa, baada ya mtoto kuweza kuzaliwa maisha yake yanakuwaje mpaka atakapokuwa mtu mzima na hatimaye kuweza kufariki dunia na kuzikwa. Wakati wote uko anasikiza sauti ya ndugu yako katika imani Shaibu mwana wa Soleidi. Niseme mpaka hapo sina la ziada tuonane tena katika makala nyingine.